Kitabu cha Yeremia sura ya kumi na saba na ya kumi na nane. Naam watu wa Mungu wale hai, hai! Tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ikiwa ni wakati mwingine tena Mungu anatupa nafasi kukutana kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro, ninawaalika maeneo mbalimbali mnaotusikiliza, andaa biblia yako, karibu, ili sote tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja. Tusali. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ambapo Baba unatupa kibali kuunganika watoto wako kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu unatupenda na katika miungu yote hakuna mungu aliye kama wewe. Wewe ni mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa. Ndio maana tunanyenyekea kwako, tunaomba toba na msamaha, tunaomba rehema kwako, e Bwana. Tunaomba Roho wa Mungu tushukie, kwa mwanga wako utupe kusoma neno lako na kwa mwanga wako utupe kulielewa, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, unaweza pia ukaungana nasi YouTube na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile ukaendelea kupata vitabu vingine vingi zaidi. Leo tunaendelea na kitabu cha Yeremia sura ya 17 na ya 18. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze kusoma. Mlango wa 17. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Na wakati huo watoto wao wazikumbuka madhabahu zao na maashira yao karibu na miti yenye majani mabichi juu ya milima mirefu. E, mlima wangu wa uwandani, nitatoa mali zako na hazina zako zote ziwe nyara, na mahali pako palipoinuka, kwa sababu ya dhambi katika mipaka yako yote. Nawe nam wewe nafsi yako utaachana na urithi wako niliokupa, nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua, maana umewasha moto katika hasira yangu, utakaowaka milele. Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hata una yatakapotokea mema bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha; nani awezaye kuujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo, na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Kama kware akusanyaye makinda asiyo yazaa, ndivyo alivyo mtu ajipatiaye mali, wala si kwa haki; katikati ya siku zake zitaachana naye, na mwisho wake atakuwa mpumbavu. Kiti cha enzi cha utukufu kilichowekwa juu tangu mwanzo ndicho mahali patakatifu petu. Ee Bwana, tumaini la Israeli, wote wakuachao watatahayarika. Wao watakaojitenga nami wataandikwa katika mchanga, kwa sababu wamemwacha Bwana, kisima cha maji yaliyo hai. Uniponye, Ee Bwana, nami nitaponyeka; uniokoe nami nitaokoka, kwa maana wewe ndiye uliye sifa zangu. Tazama, wao waniambia neno la Bwana liko wapi? nalije basi. Mimi hapa sikufanya haraka kuacha kuwa mchungaji nyuma yako, wala sikuitamani siku ya maradhi ya kufisha. Wewe unajua yaliyotoka midomoni mwangu, yalikuwa mbele za uso wako. Usiwe sababu ya hofu kuu kwangu mimi wewe ndiwe uliye kimbilio langu siku ya uovu. Nawaaibike watu wanaoniudhi, lakini nisiaibike mimi, nawaone hofu kuu, lakini mimi nisione hofu kuu, ulete juu yao siku ya uovu, waangamize maangamizo maradufu. Bwana akaniambia hivi, enenda ukasimame katika lango la wana wa watu hawa, waingiapo wafalme wa Yuda na watokeapo na katika malango yote ya Yerusalemu ukawaambie, lisikieni neno la Bwana enyi wafalme wa Yuda, na Yuda wote, nanyi wenyeji wote wa Yerusalemu, ninyi mwingiao kwa malango haya. Bwana asema hivi, jihadharini nafsi zenu, msichukue mzigo wowote siku ya sabato, wala msilietendani kwa malango ya wa Yerusalemu, wala msitoe mzigo katika nyumba zenu siku ya sabato, wala msifanye kazi yoyote bali itakaseni siku ya sabato kama nilivyowaamuru baba zenu. Lakini hawakusikiliza wala hawakutega masikio yao, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu, ili wasisikilize wala wasipokee mafundisho. Na itakuwa kama mkinisikiliza mimi kwa bidii, asema Bwana, msiingize mzigo wowote kwa malango ya mji huu siku ya sabato, bali mkiitakasa siku ya sabato bila kufanya kazi yoyote siku hiyo ndipo watakapoingia wafalme na wakuu kwa malango ya mji huu, wataketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kupanda magari na farasi wao, na wakuu wao, watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu; na mji huu utakaa hata milele. Nao watatoka miji ya Yuda, na mahali palipo pande zote za Yerusalemu, na nchi ya Benyamini, na Shefela, na milima, na upande wa Negebu wakileta sadaka za kuteketezwa na dhabihu na sadaka za unga na ubani, wakileta pia sadaka za shukrani nyumbani kwa Bwana. Lakini kama hamtaki kunisikiliza, huitakasa siku ya sabato, kutokuchukua mzigo na kuingia kwa malango Yerusalemu siku ya sabato, basi nitawasha moto malangoni mwake, nao utaziteketeza nyumba za enzi za Yerusalemu, wala hautazimika. Mlango wa 18. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, ule mfinyanzi alikifanyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema E ee, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vilevile kama mfinyanzi huyo alivyotenda? Asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, e nyumba ya Israeli. Wakati wote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme kuung'oa na kuuvunja na kuuangamiza, ikiwa taifa lile nilolitaja litageuka na kuacha maovu yake, nitaghairi nisitende mabaya yale niliyoazimia kuwatenda. Na wakati wote nitakapotoa habari za taifa na habari za ufalme kuujenga na kuupanda, ikiwa watatenda maovu mbele za macho yangu, wasiitii sauti yangu. Basi nitaghairi nisitende mema yale niliyoazimia kuwatendea. Haya, basi ukawaambie watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi: tazama, ninafinyanga mabaya juu yenu na kuwaza mawazo juu yenu. Rudini sasa kila mmoja na aiachi njia yake mbaya, zitengenezeni njia zenu na matendo yenu. Lakini wao wasema hapana tumaini lolote, maana sisi tutafuata mawazo yetu wenyewe, nasi tutatenda kila mmoja wetu kwa kuufuata ushupavu wa moyo wake mbaya. Basi kwa ajili ya hayo Bwana asema hivi, ulizeni sasa katika mataifa, ni nani aliyesikia habari za mambo kama hayo? Bikira wa Israeli ametenda tendo lichukizalo sana. Je, theluji ya Lebanoni itakoma katika jabali la kondeni au je, maji ya baridi yashukayo toka mbali yatakauka? Maana watu wangu wamenisahau, wameufukizia ubatili uvumba, nao wamewakaza katika njia zao, katika mapito ya zamani, ili wapite katika njia za kando, katika njia isiyotengenezwa, ili kufanya nchi yao kuwa kitu cha kushangaza na cha kuzomewa daima. Kila mtu apitaye karibu nayo atashangaa na kutikisa kichwa chake. Nami nitawatawanya mbele ya adui kama kwa upepo wa mashariki; nami nitaviangalia visogo vyao, wala si nyuso zao, siku ya msiba wao. Hapo ndipo waliposema, njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoni natumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Niangalie, E Bwana, ukasikilize sauti ya wanaoshindana nami. Je, mabaya yalipo badala ya mema? Maana wameichimbia nafsi yangu shimo. Kumbuka jinsi nilivyosimama mbele zako, ili niseme mema kwa ajili yao, nikaigeuze ghadhabu yako isiwapate. Kwa sababu hiyo, uwatoe watoto wao waone njaa, uwatoe nguvu za upanga ziwapate, wake zao wafiwe na watoto wao na kufiwa na waume zao, wanaume wao wauawe, na vijana wao wapigwe kwa upanga vitani. Kilio na kisikiwe kitokacho katika nyumba zao, hapo utakapoleta kikosi juu yao kwa ghafula, kwa maana wamenichimbia shimo waninase, nao wameifichia miguu yangu mitego. Lakini wewe Bwana unajua mashauri yao yote juu yangu ya kuniua; usiwasamehe uovu wao, wala usifute dhambi yao mbele za macho yako bali wakwaze mbele zako watende mambo wakati wa hasira yako.